mbinu ya saba shetani anayoitumia tumeona ile jana wanasema hakikisheni mnabadilisha hivyo vifaa vya ujenzi mbinu ya kubadilisha vifaa vinabadilishwa shetani anajigeuza kuwa kama malaika wa nuru yeye ni professional wa kujigeuza ana uwezo wa kujigeuza akawa chochote Haleluya, anaweza akajigeuza au akageuza kitu kingine akakigeuza kikavaa umbo la uharibifu. Namkumbuka mchawi mmoja alikuwa anatoa ushuhuda, anasema kipindi babu yangu ananifundisha uchawi. Sasa siku hiyo ameokoka, ni mchungaji, anasema siku hiyo babu yangu akasema, leo sasa nataka tusafiri. Kipindi wamepaa walikuwa, ilikuwa ni mchana, wapo juu na ungo, wakiwa wanaangalia chini, waliona sehemu moja kuna watu wengi kwenye kile kijiji. Yule kijana akamwambia babu yake, babu, ninaona kuna watu wengi. Anasema kuna watu wengi, hebu eh, tushuke tukaangalia wanafanya nini. Waliposhuka kwenda kuangalia, wakakuta wako msibani, pana msiba wakasema wako msibani. Wakasema naona masufuria ya vyakula yameandaliwa pale, wamepalia palia. Mimi nasema sema, sasa hapa tunachukua hiki chakula. Akasema babu, tunachukua haya? Anasema hiki chakula tunabeba. Kwa hiyo walichokifanya wakachukua ile masufuria, wamepika wali, wamepika nyama, wamepika, anasema walipika wali, maandazi, walipika vitu vingi tu pale walipika, anasema walichukua vinyesi, wakachukua yale masufuria ya vyakula wakayaweka pembeni, wakamimina vile vyakula vyote kwenye vyombo vyao vya kichawi, alafu wakachukua vinyesi wakaweka kwenye vile yale masufuria wakachukua, wanasema kuna mavi sijui ya punda sijui nini, wakawa wameweka weka. Kwa hiyo wakavigeuza vikawa vyakula wakachukua manyamanyama ya, ya, ya watu yale ya ovyo ovyo sumanini, wakayaweka zikawa ni nyama. Vile vyakula halisi vyenyewe wanasema walivipakia, wakavichukua, wakaita msaada kutoka Gamboshi, misukule ikaja ikabeba kile chakula wakapeleka gambo ishi kwenda kula. Misukule yaani misukule wanakula chakula halisi, watu walioumbwa kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu wanakula vyakula vya kichawi.